Nyote mnajua kuhusu tezi dume, ni tezi ndogo ambayo ipo karibu na kibofu cha mkojo kwa wanaume, haipo kwa wanawake. Ukubwa wa kawaida wa tezi dume au maujazo ni takriban 25 cc hadi umri wa miaka 35. Wanaume wengi watakuwa na aina hii ya ukubwa wa tezi dume na ambayo kawaida tunaiweka kama ukubwa wa lozi ukilinganisha ni ukubwa wa lozi. Baada ya umri wa miaka 35, baadhi ya wagonjwa au baadhi ya watu huanza kukuza tezi dume yao ambayo inaitwa benign prostatic hyperplasia. Kwa hivyo tezi dume inayokuwa inaweza kutokea baada ya umri wa miaka 35, haina umuhimu wa kitabibu. Hata hivyo, unahitaji kuzungumza na daktari wako ikiwa una dalili za mkojo, kwa sababu tezi dume iliyokuwa, wakati mwingine inaweza kuzuia mkojo wako. Kwa hivyo ukubwa wa kawaida wa tezi dume kuwa mkubwa ni jambo la kawaida linalotokea na umri, lakini ikiwa una dalili zozote zisizo za kawaida za mkojo, unahitaji kukutana na daktari wako.